Ye yeah, bado tuko Morogoro katika kijiji hichi cha Msolwa Station. Uh, na tumeweka kambi takriban wiki mbili hivi sasa tukiwa hapa katika kijiji hichi cha Msolwa Station. hii hapa ni Kolila Media manager Pino Band ndio ambaye niko hapa, na tumepata bahati pia ya kuzungumza, tuna mazungumzo ya muda mfupi kidogo na miongoni mwa madada zetu ambao wanapatikana katika kijiji hichi cha Msolwa tutajua mengi sana katika historia lakini pia yapo ambayo ya kujifunza ambayo yanapatikana katika kijiji hichi na mengi mengi zaidi. Dada, habari yako? Salama, mzima kabisa. Mzima, za kwako? Salama na mshukuru Mungu. Sijajua wewe upande wako. Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama. Kwa majina wanakuita nani? ni mwenyeji wa hapa ama ulikuja tu kwa shughuli za labda ni za kikazi au labda wazazi walihamia hapa? Ulikuwa sio mkazi wa hapa? Ni mzaliwa hapa. Eh, ah, isomo yako labda ulisoma hapa au la? Mimi historia yangu, nimezaliwa hapa mm. hapa nipo kwa upande wa, wa mama mm. En, na, nilikuwa nalelewa na bibi mm. Mama wangu alifariki nikiwa mdogo, nikalelewa huku yeah. Baada ya kumaliza shule mzazi wangu uko Daesa mm. Nikakaa kule, baadaye kaa nimeshakaa sana mazingira ya huku mm. Basi nimekuja kukaa tena ana nilisoma la kwanza mwaka la saba nikiwa kijijini hapa hapo, kama nakumbuka aa alikuwa ni mwaka gani, labda kipindi hicho. Ninamaliza no shule. Mm. Eh, kipindi hicho namaliza shule la. Nimaliza no shule elfu mbili na nne. Mm. nini katika hichi mm. kijiji cha Msolwa mm. mm. uh, station? Ah, nisha watu na ndugu kilimo hususan yeah. kilimo. Yeah. Mm. Maisha ya awali na hivi sasa yapoje? Ukilinganisha maisha ya zamani jinsi ambavyo ilivyokuwa enzi hizo na sasa hivi ukiangalia. Ah, uh, maisha sasa. <laughs> Saa hizi maisha ni magumu kwa kweli hmm. lakini na sio hapo, tuseme mimi tu maisha ni magumu. Na kutokana na ugumu wa maisha, tuseme mimi naizungumza kwa mwaka huu, jua limekuwa kali sana, mipunga mingi naungua mashambani. Kwa hiyo yeah. unakuta hata tunategemea, sivyo, mazao hmm. nayo miaka hii hata ipo kivile hmm. hmm. nataka kujua hmm. historia kidogo, japo hata kwa ufupi walau, kwa maisha ya Msolwa Station japo kuna mengi ambayo yanazungumzwa katika kijiji hichi cha Msolwa Station, wala wewe kwa yale ambayo ya uliyashuhudia kwa macho na mingine ambayo ulikuwa umepata bahati ya kusikia, hizo ni kutokana kwa mababu zetu au wazee wetu. Kipi ambacho sana sana kipo katika kijiji hichi cha Msolwa Station? Kwa kuwa nimezungumzia masuala ya jua kali, miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa kama vijua likiwaka sana wanatoka wanaenda huko milimani <laughs> wanaenda huko wanaomba mizimu mm -hmm. nini wakirudi, mvua inanyesha na washa anaendelea mm -hmm. Lakini miaka hii naona, sijui ndo sijui ni utulute wazi si utandawazi si ndo nini, nakuta hata hawajaamka kwenye hilo kwenda uko na kuomba mizimu -hmm. yeah. na turudi mvua inyeshe, hiyo ni hivo. Na nikisema ba kidogo sisa hii kwa kijiji chetu cha Msolwa Stesheni, tunasaidia wamama kidogo kutokana na ligo mm. Ligo ametusaidia ligo mm. ama ikisema ligo tu takuwa ujaelewa vizuri mm. Ligo yani, kwa hapo ba nyuma mm. tulikuwa na game reserve mm. Baadaye kutoka game reserve ukaingia Nyerere mm. National Park mta mm. na yeah. Kwa hiyo hapo imepandishwa wazi, ndio tupo hapo, ametusaidia, wa wamepeleka watoto zetu shule mm na tu, kama wazazi wengine tulikuwa watoto wamemaliza tu form four. Yeah. wapo tu, hatuna hela ya kuwasomesha kuendeleza kwa yeah. lakini ndugu wamewasomesha fani mbalimbali mpaka yeah. Sasa tunawashukuru kwa kupitia hilo yeah. na pia wakaona haitoshi, wakatafuta vikundi kadhaa, ndo tumepewa pesa na mama Samia. Kwa hiyo yeah. tunashukuru kwa hilo hiyo kwenye vijikunja kuna miradi, kuna watu wengi wanauza ng'ombe, wengine wanafuga kuku, wengine wamelima miwa. Tumesaidiwa kwa kiasi cha kutosha sana, kwa hiyo ina maana kwamba hifadhi ya hiyo ambayo ya, ya Nyerere uh, imesaidia kidogo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kwenu mkiwa kama na kijiji kidogo, kuna walau una, kidogo unafua maisha na mambo mengine kama hayo, ndio yeah. kwa sababu saa hizi tumeingizia kwenye vikundi. Kwa hiyo tulivyoingizia tumemwonyesha kulima mashamba kuku, mba, yunyini, mm. mm. na miradi ya kuku wenye ng'ombe wenye nini kwao, anavyouza kule, bahati nzuri kidogo naye unapata kuambulia kwa, kwa yeah. Kishapata ya kuambulia unajua ufanye biashara gani, unajua yeah. uchakalike vipi kwa kidogo, amekuwa amekukwamua mke sika za yeah. Mmoja kati ya story ambayo ziko katika kijiji hichi cha Msolwa station a uh, tunaweza ukasema kwa uh, uh, nini ni unyang'anywaji wa mashamba. Nyinyi mmesema kwamba hapo, mmeniambia kwamba wengine wanalima, wengine labda chishana kitu gani. Ukizungumzia kwa swala la kilimo, mnalimia wapi? Kwa sababu kuna stori ambayo hipo, kuna mashamba kama ambao kama wanakijiji ambao mnayategemea kwenye masuala ya kulima, lakini pia kuna watu ambao wamekabidhiwa hayo mashamba na nyinyi, asilimia tisini ya wanakijiji wa kijiji hichi cha Msolwa hawana maeneo ya kulimia Hilo mi sina majibu ya kutosha sana kwa sababu viongozi ndio wanajua, lakini mi nayoyajua tue juu juu, kwa sababu kweli tupo kwenye kijiji hiki, asilimia kubwa wengi wanaenda kulima mbali. Kwa hiyo tunatoka kwenye kijiji hiki, tuna vijiji jirani ndio tunaenda kulima, na hadi sasa tumeshazoea maisha hayo, kwa sababu na swali na miaka mingi nitokee o hivyo, ndio tumeshazoea tuseme ko labda hayo kulielezea vizuri, kweli ilikuwa na mashamba tulikuwa tunalima, wananchi wa Msolwa Station. Baadaye mashamba hayo inaonekana yamechukuliwa, lakini si, sifahamu vizuri zaidi mm. E, okay, kwa serikali. yeah. mm. Manufaa ambayo mnayapata sasa mkiwa kama wana kijiji na pia ni wanakikundi kipi ambacho pia mnafanya mkiwa kama wana kikundi kwa kusaidiana wenyewe kwa wenyewe au kwa watu wengine pia uh, Yaani, sasa tunavyokuwa kwenye kikundi, tunapanda kama hisa. yeah. tunapanda kikoba, tuseme. yeah. Kwa hiyo tukipata mikopo, tukifanya biashara au la sivyo, tunachukua ile. yeah. Ukipata, ukimwajiri. yeah. mtu ni msaidie kitu fulani, ndio tunazungushana pe, pesa kwa staili hiyo. yeah. mm. changamoto gani ambayo ni kubwa sana katika kijiji chenu cha Msolwa Station na imekuwa ni subu sana, a uh, nenda rudi hapa na pale hapa na pale, kwamba ni tatizo ambalo bado lipo kila siku iendayo kwa Mwenyezi Mungu toka wewe unapata ufahamu mpaka hivi sasa ni kitu gani ambacho ni subu sana katika kijiji hichi. Mm, subu. Kiko kwa mashamba au kivipi? Kivyovyote mm, <laughs> kimashamba kimaisha kiivi. Labda kiutafutaji au na vyovyote. Subu yani, sisi mm. Tuseme hatuna njia barabara kubwa mm. Kwa sisi hatuna daraja hapo mm. kati kutokana hatuna daraja hatuna biashara ya kusema naingia ingia mm, na kutoka mm, zaidi ya sisi tu tufate biashara huko mm, kwenye vijiji jirani kwa sababu ni wote inini barabara hatuna kwao. Kama ingekuwepo barabara wake labda upoje kutoka hapa mpaka kwa ile kijiji cha jirani? Na pia labda mfano aliya kijiji cha Msolwa, ni usafiri gani ambao ni unaweza kusema hasa hasa ambao unatumika sana kwenye, mkitaka labda kutoka kwenda sehemu zingine na zingine, wanga mnatumia usafiri gani mwingine? Ah, hususan baiskeli, pikipiki. Ni hizo tu ndio ambazo zinatumika. Ukitaka kutoka nje kabisa ya mkoa wa Morogoro, wanga mnatumia usafiri gani? Kuna magari, kuna station ambazo ipo labda ya magari, au labda ndio usafiri wa train au kitu gani ukitaka kutoka nje ya mkoa? Nategemea analekea wapi, lakini asilimia kubwa kama desem ndio teni, lakini kama unataka kwenda kusemu mwingine kama Ifakara wapi au mkoa mwingine huko, sijui utatoka hapa na baskeli au pikipiki mm. Kama uwezo wako utakuwa unakutosha mm. Tunaenda kijiji kingine huko, ndio tunaenda kwa gari yeah. Ndio uende mkoa mwingine yeah. mm. Unahisi leo hii labda ukipata nafasi ya barabara kwa kutekelezwa barabara kupatikana kutoka hapa kuelekea kijiji kingine ambacho ni cha jirani, unahisi changamoto za maisha kidogo zinaweza kupata unafuu, tofauti na kutusema kwamba pale baba utakapotengeneza kidogo, kunaweza kuna kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Mimi yeah, mm, naweza kusaidia kwa sababu Yani kwanza watu watakuwa wengi wanaingia na kutoka, wageni watakuwa wengi, na pia sisi naye tutakuwa tuna uwezo sasa hata kusema mm. hivi kwa tu tunaanza kujituma, yani itakuwa hivi. Kwa hiyo na sisi wote kwenye barabara, hata wageni wengi watakuepo. Kwa hiyo tutapokuwa wageni, ndio tunajua yani kijiji chetu kinazidi kutanuka, hivyo wengi kwa wenyeji yeah. wezi kutanuka mm. kijiji. Swala la ajira katika kijiji hichi cha Msolwa station inaonekana ni sehemu ambayo imekuwa ina changamoto kwa namna moja ama nyingine. Nilipata bahati ya kupiga stori na baadhi ya watu kadhaa wakizungumzia changamoto za ufanyaji kazi, lakini pia hata mtu akisema anafanya biashara kitu fulani, utokaji wake unakuwa ni wa kusuasua. Ilo kwako wewe, kutokana na ni mtu ambaye ni wa muda mrefu umekaa hapo, unalipi labda kujizungumzia. Pancha, ni hapa mm. Mimi naona ni barabara kwa mimi naona ni barabara, ikiwepo barabara safi yeah. Mambo yote yanawezekana mm. Kwa hata kama ukisema imekaa hivyo mm. Changamoto yai sehemu yote sio kuwa na barabara maalum mm. Iliingia toka ndio yeah. Naileta changamoto kubwa yeah. Ila kama naingia ni magari yanapita huku mm. na rudi ukushani mm. nyingi mm. unakuta Miongoni mwa stori pia ambazo nimezipata katika kijiji hichi cha Msolwa Station. Zamani kulikuwa kuna wingi wa mvua, nyingine zilikuwa zinanyesha kwa wakati, lakini pia, zingine zilikuwa zinanyesha ya, ikiwa sio pia kwa wakati. Jua pia lilikuwa kali, miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumzwa sana sana kwenye midomo ya watu ambao wapo katika kijiji hichi wakisema ya kwa kwamba zamani ilikuwa mvua zinanyesha nyingi, na miongoni mwa wazee wetu walibahatika kutoka kwenda katika mizimu, unaweza tukasema hivyo, kwenda kuzungumza nayo kuwa unafuu wa mvua, yani kupungua, kwa sababu mvua inanyesha nyingi sana. Baada ya hayo maombi yalivyopokelewa, ikaja kutoka yani, ikaja kutokea hali ambayo yasitofahamu yenye utofauti mpaka ileo, mvua kutokunyesha kwa wakati, ukame wa chakula, jua kwa kali na vitu vingine kama hivyo hivyo vinalo pia kwa kumbukumbu kumbu zako ina ukweli kiasi gani? Labda mm, ni ukweli. Miaka ya nyuma sio kama sasa. Sasa hivi jua mm, limekuwa kali sana, mipunga mingi inakauka mm. yaani hata tuelewe kama tutakuaje mm. Maana sisi kwa kijiji chetu asemeye kwa tunategemea sana kilimo mm. kuliko vitu vingine mm. na miaka ya nyuma kweli walikuwa wanaenda huko kwa kijiji jirani hapo, kuna milima mm. wanaenda hapo wanaongea, wana kuongea na mizimu mm ukitoka hapo mvua inanyesha kama kawaida, lakini nashangaa mm -hmm. hata mimi kama sijajua kama inakuwaje. yeah. mimi wake hata wale wazee wetu naona hawajaenda, si ndio wale wazee wa kutambika, watakuwa wapo, hata sijafahamu kwenye hilo yeah. lakini zamani ni kweli ilikuwa hivyo mm. -hmm. mm. -hmm. Yeah, labda mshawahi wengine labda kuuliza uliza hapa mkajua kwamba tunafanyaje, kidogo tujichapue, kama hata wazee watatu wanne kidogo, twende pale tukazungumza nao tena kidogo, wenda hali kidogo ikapoa hapo sasa ndio jukumu la wazee, ndio wanajuaga kwa wanafanya nini. Akuna mtoto aliyochoma mikoba labda n kidogo, tukalia naye mambo kidogo. hapo sasa labda si ndio wazee, wazee hao <laughs> mm. mm. wajue kama wanafanya nini, au la sivyo watokeba viongozi wengine waende wakawaambia, mm. wazee, basi wakalie huko na yeah. wanakuliaga, tujue tunasaidiwaje? yeah. ni hivyo. Asante sana kwa kutazama hii. Hapa ni Kolila Media na imekuwa vizuri kabisa wewe kutuangalia kupitia chimbo lako hili lipendwa, na tumepata bahati pia kupiga story na tumejua mwili matatu kupitia dada yetu bwana hapa, hapa. Tupo Morogoro katika kijiji cha Msolwa Station. Nashukuru wewe ambaye ulikuwa unatuangalia kutoka time ile pale mpaka time ya hivi sasa. Behind the camera yuko mwanangu mwalimu Mashaka aka yeye Kiponza, lakini pia production manager ametisha Kinongo na bwana Hamza. Vizuri kabisa utaipata hii live kupitia Kolila Media on YouTube na SSM nyingine yoyote kabisa, njo kwenye Instagram page yangu, natumia kama pino underscore rhymes, lakini pia ukija pale TikTok natumia kama pino underscore rhymes. Bye bye for now.